Amekusaidia, basi bwana huyo umeharibika huo, umeharibika haupo tena huo. Ehe, basi kaka twende. Si ndo ulisema ndo leo, ndo leo, leo, eh? Ndo leo, leo. Basi, ehe, ndo aliniambia kwamba baba ndo leo, huyu tokaje? Ehe. Hapana, sio yeye. Baba, eh, bati mbaya baba, sio yeye ndugu yangu. Tuendelee kutafuta, tuendelee kutafuta. Sasa ndugu zangu, bwana amebaki mmoja. Ukimkosa basi, ukimkosa imeisha. Unaweza ukakosa au ukakosa, nikukumbe nikawa mimi mwenye bwana. Hapo ni huyu huyu, twende, twende, twende, twende. Najua lazima ujue kutafuta kazi. Wewe umbea tu, sio yeye. Wee nenda, umekataliwa. Uh, sasa kwa kuwa umekataliwa huyu, uh, utakuwa wewe bwa utakuwa wewe amefanyaje? Eti hajamsalimia. am mbona wananiwekea mgomo? Ndio, ndio, ndio, ndio, ombea tu. Aya, tuwe, basi bwana. Wanasema eti hawakumsali huko, hajasalimia baba. Saizi unaenda unasalimia so, yeah. sawa? unasalimia kweli? Kweli. Kweli. Siwa, so, yeah. Unasalimia kweli, kweli, kweli, kweli, kweli, sawa? Eh, eh, tafadhali bwana. Nataka ushahidi aaaaa

Unaweza ukatembea kwa hivi kama nilidondosha hela hivi ukijisati kweli hamna. Ukirudi unaogopa hivi nilidondosha. Eh, bwana. Sasa hebu naomba uniambie neno. Wakati wote wanapita, ukuhisi hata mmoja hapo. Hebu sema. Yes. Oh. Dio. Kumbe bwana ali jamani, tunaomba. Kumbe wale watu wale, kuna mmoja wapo alikuwepo pale pale, naombeni. Naombeni tumalize kazi. Sasa bwana, naomba umakini. Naomba umakini. Tafadhali mje, tafadhali mliokuwepo wamesema mmeisiwa, mmeisiwa. Inawezekana mpo sawa. <laughs> <Tzau. coughs> Sasa nimemaliza, nimewapa plani mpya Bwana, sasa hizi tunaenda kaakuwa i, hakuna cha kufika kusalimia, hiyo hiyo ya mwisho mwisho, hii akikosa, ndo basi tena